Na mswada wa fedha mwaka 2025 unapendekeza una kuondolewa kwa ushuru wa VAT unaotozwa baadhi ya vipuri na magari ya umeme. Hii itaathiri kwa njia gani bei za vipuri na gharama ya magari hayo humu nchini? Alan, Alan Aoko ana maelezo zaidi. Mswada wa fedha wa mwaka 2025 unapendekeza kuondolewa kwa ushuru wa VAT unaotozwa baadhi ya vipuri na magari ya umeme. Mswada huu hasa unapendekeza kwamba baiskeli za umeme zisitozwe ushuru wa VAT mabasi ya umeme yaliyo chini ya kiwango cha ushuru wa VAT cha 87.02 pia hayatatozwa ushuru wa VAT. Betri za sola na zile za lithium ion ambayo ni muhimu katika magari ya umeme na vifaa vya kuongeza nishati kwenye betri hizo pia havitatozwa ushuru. Ajenda ya serikali ya kuimarisha uchumi wa watu wa mapato ya chini na kuimarisha kwa sera ya kitaifa kuhusu sekta ya uchukuzi ya magari ya umeme kunathamiriwa kuimarisha uchukuzi huo. Mapendekezo hayo hasa yaliyo kwenye mswada huo yameibua tetesi miongoni mwa wadau. Lengo la mabadiliko hayo linaonekana kuwa njia ya kupanua ukusanyaji ushuru na kulainisha ukusanyaji ushuru badala ya kuongeza moja kwa moja ushuru mpya.